Moja kati ya vitu ambavyo wafanyabiashara wengi wa wanatumia hasa kwenye matangazo ya bidhaa ni kutumia uh, tabia ya wanadamu kutopenda kukosa vitu. Kuna kitu kinaitwa the fear of missing out, yani mara nyingi sisi huwa hatupendi kukosa vitu ambavyo ni vya thamani sana. Mfano, unakuta tangazo la bidhaa limetolewa, unaambiwa why zimebaki chache tu, au unaambiwa jisajili mapema, nafasi ni chache. Sasa inapotokea kitu kama hicho, unakuwa unatengenezewa kwenye akili yako kitu cha uharaka, yani ili usikose, wanaita the fear of missing out. Sasa the fear of missing out ndo mara nyingi sana huwa inatumika hata na makampuni mengi ambayo huwa yanatengeneza bidhaa kwa limited edition, yani zinatoka chache tu, ili wakitoa tangazo kwamba zimebaki chache tu, kwa kuwa wewe unaithamini sana hiyo bidhaa na unaipenda na utaki kuikosa, kwa hiyo unawahi. Wanakutengenezea ulazima wa kufanya maamuzi ya haraka, fear of missing out. Kwa utakuta matangazo yameandikiwa kitu zimebaki tatu tu au zimebaki chache tu. Wewe sio mgeni wa hayo matangazo mwe kuyaona mara nyingi, unakuta unawekewa hicho kitu pale na wanatengeneza kitu kinaitwa scarcity. Scarcity ni uhaba. siku zote kitu ambacho ni haba huwa kinatafutwa sana, ndio maana chochote kile ambacho hakipatikani kwa urahisi bei yake inakuwa kubwa. Scarcity inafanya price zipande, na ndio maana chochote ambacho kinapatikana kwa uhaba sana bei yake inakuwa juu, lakini chochote ambacho kinapatikana kwa wingi sana basi bei yake huwa inakuwa chini sana kwa hiyo mara nyingi scarcity inaleta kitu kinaitwa the fear of missing out. Yaani, unaogopa kukosa, kwa sababu unajua ziko chache, ko unawai kuikimbilia hiyo bidhaa, na mara nyingi sana wafanyabiashara wanatumia hiyo kitu. The fear of missing out ni kama psychological trick ambayo wanaitumia na sisi tunakuwa kama vile tuko wired, Wateja tuko hivyo, yaani hatutaki kukikosa k tuna, tunawai sana kwenda kuichukua hiyo bidhaa.